Tulifanya hiyo dhambi na inakuumiza bado, nakumbuka na bado na ndani, hiyo dhambi inasababisha neshi maisha magumu kwa sababu kufunzwa kupokea, kufunzwa kuomba. Wow. Kaaa yeah. Inatakiwa wakati unafanya dhambi, the process ya kupokea msamaha ni kurecognize umekosha na kujutia umetembea kama mtu wa dunia Bas nisuma, orindias, one oredi nikasema, nilipokuja kwenu nilipokuja nilipo kwenu sikuongea na ninyi kama watu wa roho last Sunday, sivyo? Bali kama watu wa kimwili, sababu kama sasa kuna masengenyo na vitina na nini kwenu, mmekuwa watu wa kimwili. Sasa unaona, unapokosa unanise kwa Mungu, nimeishi kama nimepungukiwa kama mtu na kuja kwako sawasawa na agano jipya, najutia ili napokea msamaha kwa dhambi zangu katika jina. Kila wakati ukisema, napokea unafanya hivi io, napokea msamaha kwa dhambi zangu katika jina la Yesu Kristo. Mimi ni mwenye haki, natembea kwa njia za haki na dhambi ina nguvu juu yangu tena usherati haina nguvu juu yangu tena wizi haina nguvu juu yangu yote imeshindwa msalabani na kristo ako ndani yangu na nimeishi utaona okaona naisha na hiyo dhambi kurudia inakuwa na ugumu kushika ina na hei mbele hautaishi ugumu huo ulifanya

Biblia anasema siku za mwisho watu watahubiri injili ya mapepo. Ile yenye nahubiri wale wenye wanahubiri watu watuku wakilina hizo za kupende hizo za mmisamba wanaita ini ya shetani lakini hawajui hao ndio shetani, kwa sababu hawahubiri chenye Yesu amefanya msalabani wanahubiri kana kwamba Yesu hakufa, wanahubiri hawaelewi chenye nimewaelezea youpulu. Hata ukiwauliza youpuru ni aelewi ya, na anajiita anamhubiria watu, anasema fanya hivi. Na kama unahubiria watu juu ya Yesu, au juu ya Mungu, ama juu siku ya mtakaso, unahubiri nini? Hebu sababu unahubiri, miguu yake iko wapi? Iko kwa torati, kwa Yesu Mungu, soma hiyo le mitikas, mwelewe, uende soma tabi Mungu, mwelewe, usome hiyo Yoshua, mwelewe, uanze kuhubiri za mtakaso. Unaona ngo na danganya watu, sio na Mungu watu

yangu kwa sababu sijui agano. Kuna mahali nafika na naomba, lakini mbona nimekuana na ujasiri? Mpaka wengine mnaweza kwa oh, Apostle alomo ananioka kwa sababu nilikosa nasia ni wakoka, anabada, wakoka, nilikosa kabla niokoka, hata baada ya kuokoka nimekosa, lakini mbona niko na ujasiri? Nakwambia kuambia tusonge viwango vipya, kwa sababu nimesamehewa na sitaki kuondoka. Na ndio maana kuna wengi hapa wamama, uko hapo kianza kumilia wana wanaambia wewe kwenda huko ondoe huko, nao ni kushinda wewe nao, utaniambia nini? naona <coughs> ona <Lonaona. tos> lo naanza kudiri kijana, wewe kwenda huko kwenu watu wametawanyika hapo, pia umetawanyika, kuna watoto umezaa huko hicho, utaniambia nini? Bwana ndio chukua bila, ulikuja kwa Yesu kwa agano, hata kama ulikuwa umezaa huko hicho umefanya vituko vile, umeingia kwa Yesu Umesamehewa na amekufanya mwana, ubiri njini imba, shauri mwenye anafuata historia yako, wacha akule historia, umefanya msukumo moyo endelee kuhi. Bali injili ile tunaohubiri unafika hapa na unateleza kufunguliwa. Unaona? Mm. Mm. Kati yote ni sana. Mm. Mm. Mm. Wazee leo hii pokuyo utaona. Na shetani anapenda hivyo. Ili sasa mmoja wetu akikosa, tumgonge tumgo Nadhani ni utakatifu tunauana, huyu mtu yote angevaa angefanya imeisha. Ndio maana wacha niwaambie, siku hizi ukiwa na huduma mzuri, ukiwa mama mzuri, kazi wa kanisa, kila mama ambaye ako na huduma mzuri ndoa inamzuru. Kila wachungaji wana huduma mzuri ndoa zinawasumbua, na wengine hata zishawashinda, wengine ziliisha. Na ili sasa atumie hiyo kuwagonga wenyewe na kutumia watu wata kuwagonga ile unezi. Nataka kuambia, usikufi usikubali, unayo agano, pokea msamaha okay, tena amina. Kwa sababu Mungu mume na Mungu vinaivu dhambi kwa duniani na watu wakona utu wa dhambi, na wakonautu na wadhambi watafanya atapeana msamaha kupitia kwa Yesu. Ili tunaposamehewa tusibaki pale, tuendelee kwa huduma yake, si yangu. Watu wengi wamekuwa discouraged because you messed. Wengine wamekuwa discouraged because ulianguka, ulikosea ama mwingine una weakness fulani. I want to tell you, katika Kristo unao msamaha. Na hiyo weakness pia ipeane kwa Mungu inaisha. Na ukimbie. That's why kama hata mama wetu tunajua last two alastia alikuwa anagombana na mtu fulani, aligombana na jirani, alipigana na jirani, lakini alikuja akaonyesha ni makosa na amepokea msamaha wa Kristo. Tunatakiwa tumwilikareshi asimame, na hiyo yenye kwa ndani yake sikuve, kwa maana dhahabu huchimbwa kwa udongo. Tunaosha udongo na tunarimei na dhahabu Nataka kuambia kuwa mimi kama baba wa kiroho nitaendelea kufuatilia hiyo dhahabu. Najua dhambi nyingi tunafanya hapa na hapa, nafuatilia hiyo dhahabu mpaka siku moja hii mchange ishe na hiyo dhahabu inaye. yeah. Amen ni kipu, correct, sijakuchukia, I love you yes. Nikiwa hard on you ni njia tu moja ya kutoa hiyo mchango, kwa maana uchafu sometimes inatolewa na moto, lakini deep in my heart hakuna siku nitasema

masikini. Na ndio maana anakuongoza. Kwa kitu Yesu anataka kutoka kwa masikini, amekuongoza mpaka kwa kanisa ile wanakuambia katika Kristo umebarikiwa. Kwa sababu hawezi kushuka na kuhudhuria. Kwa hiyo anakuongoza. Na ndio maana ulikuwa kwa kanisa fulani lakini ulifika tu mahali mbele yake ndio. Kwa maana penye unaenda mafundisho. Unajua kila mahali penye unaenda kuna mafundisho na sasa yuko nayo ndio. Kwa hiyo, watu wangu. Hakuna kitu ati

Wewe ni mwana wa Mungu kwa jina la Yesu. Haleluya. Baada tumalizia mahali hizi, enda tu. Sasa so, naona hiyo Biblia na upili nasema mtu usitembee kwa matendo. Wacha nikwambie. Mbona salimia jirani, mbona wacha nikwambie? Mwambie mtoto.

Wacha nikwambie kuna utamu ya utakatifu. Wapendwa, kuna mtu utamu na utakatifu. Dhambi ni tamu, but shoti. Utakatifu ni tamu na ya mbinguni. Na sisemi ati utakatifu iko na rekodi kwa tangu uzaliwa jaye fanya hii. Utakatifu ni sahihi. Ishi utakatifu sahihi. Wacha na record. Utakatifu atumii utakatifu kwa sababu ati

na hapo <laughs> tena unasahau, tena unaenda, utakundua kuna pesa pesa. Ungefanya kitu hiyo yenye kutuma messages, ungekuwa ungekuwa unaomba mahali mengine, yaani tui? tu tu, hii vitu haina haina kushiba. But Biblia anasema, katika Kristo tunashiba. Anasema, heri wenye haki wanaotamani haki kwa maana watashibishwa. Unalala una na amani, unaamka na amani, ustahili kuexplain totote, ustahili kudanganya popote, kupiga simu kwa kwacho hakuna, unajua amani unaca watu wakikuangalia kwa macho, tunawaangalia pia. Wakisema ha, Mungu ameshuka, hauna wasiwasi wasi. wakisema uyo, hauna wasi wasi, oh, nyame, na mimi huyo, hauna wasiwasi. Wataona vitu yako, unatoa amani sana. Mimi jirani, mwambie jaribu utakatifu. Kuna ndio vizuri ya kupenda watu, kusamea watu, hivyo haikumi. Wakileta nyama inashuka yote, unakula bila stress. Lakini ukichukia Mungu kuna hiki changu ya appetite una. Sijawahi ona mtu wa chuki akawa na appetite. Ni kweli. <laughs> Mtu mwenye appetite kwa sika na mwingine, huna appetite. Akipita pale, kunuka, kukutana na kesi kasa ata appetite. Unazungata. Toa chuki kwa moyo. Awe mwema wako na mabibi yako. Toa chuki kwa moyo. Jipe amani. Tendea kwa upendo. Penda zaidi. Wakikosea penda zaidi. Wanakusengenya, watumia pesa tu, na wapende penda zaidi. Kama unapenda zaidi, na Mungu anakaa ndani yako zaidi, na anakufanua. Unajua nini? Ukipenda adui bora, Mungu akwambia, ukipenda adui kuna basi utakuleni naye. Ukipenda adui, Mungu anakupenda. Yaani ukuu wa Mungu anajirika kwa maisha yako, na atakufanikisha na basi yeye, nasema unaandaa meza machoni pa watesi ukichukia adui